Kipindi unaomba mkopo basi, ulitoa idhinisho, ulitoa ile consent <laughs> yako. Mazingira unamaliza chuo na unamaliza mkopo mm. Alafu unaambiwa bado unadaiwa watu kama laki tatu na ushe hivyo, nimekopa nini, sijarudisha nini? A, lazima upate approval ya Benki Kuu ya Tanzania katika fomu ya mikopo, we ukisaini, kwa sababu hatusomi mara nyingi tunasema ile fomati ambayo anakuwa anatumia yeye kwa ajili ya kujaza taarifa zako ili aweze kuzituma kuja kwetu, mm. Kuna sehemu ambayo anatakiwa aonyeshe huu mkopo ni wa nini. Watu wanajua. Mambo vipi? mi naitwa Masud Kipanya na kukaribisha kwenye kwa mara ya kwanza na kukaribisha kwenye Creditinfo fire chat. Nitakufafanulia ili isikuchanganye. Masud Kipanya unamjua pengine. Creditinfo ni taasisi, tutakuja kuijua dakika chache kutoka sasa. fire chat isikuchanganye vile vile. Mara zamani, tulikuwa kwa vijijini, pengine mpaka kesho vijijini unakuta, baada ya kupata chakula cha usiku jioni pale, kabla ya kwenda kulala, watoto wajukuu na baba au wazazi, tu tuna tabia kukaa na kuzunguka moto, alafu stori zinaanza pale, za ukweli za uongo, lakini lengo pale ni kujifunza na kuota moto kabla ya kwenda kulala. Ndiyo mantiki ya fire chat, ni neno maneno tu ya ya ni ni tu Kiingereza, lakini msingi wake ndio huo. Kwa hiyo na sisi pia hii ni fire chat, maana yake ni kwamba tunakaa kama tunaota moto, lakini tunazungumza kutoipoteza asili, lakini wakati huo kukaa kwenye usasa Creditinfo fire chat ndo sehemu ambayo tunakutana na hapa. Mtu wa kwanza ambaye namleta kwa mara ya kwanza ni uh, CEO wa Creditinfo. Sasa Creditinfo ni nini? Tutakuja kujua Karibu sana kwa mara nyingine uh, tena mkurugenzi, tumesema CEO na mkurugenzi zote, zote sana nakuita CEO okay. Karibu sana anaitwa Edwin Urassa, karibu. Nashukuru. Creditinfo ni nini, ni nani, na ilianzia wapi, na kazi zake ni nini? Asante sana. E, Creditinfo ni taasisi ya utunzaji wa taarifa za mikopo. Mm -hmm. E, nadhani kwa wengi watakuwa wanatusikia kama Credit Reference Bureau. Sisi tulianza kazi zetu hapa Tanzania mwaka elfu mbili na kumi na tatu mwezi Juni mwezi wa sita. Kwa hiyo sasa hivi tuna zaidi ya miaka kumi. Mm -hmm. E, nchini Tanzania. Lakini kabla ya hapo, e, Creditinfo ni kampuni ya kimataifa tunasema international company. Mm -hmm ambayo inafanya kazi katika nchi mbalimbali. Sasa hivi makao yake makuu yako London, Uingereza, lakini ni kampuni ambayo ilianzia nchi ya Iceland. E, mwaka 9 mwaka 1997 na iko sasa hivi kwenye nchi zaidi ya hamsini duniani. E, kwa Afrika tuko nchi nyingi sana e, West Africa, Afrika Magharibi nchi kama za Senegal Gambia mm. Kwa East Africa tuko Kenya, Uganda na hapa Tanzania na vilevile vile Namibia kwenye um, nataka tuende pale, pale Iceland. Yes. eh? Kila kitu kinapoanza huwa kuna sababu. Yeah. Kuna gap, kuna pengo gani limeonekana? mm. Kwenye jamii kuna nini? mm. wakati wanaanza elfu moja mia tisa na tisini na saba, tisini na saba Yeah. Kulionekanwa nini? Yeah. yeah. Kwa Iceland unajua, Iceland ni, ni kisiwa mm -hmm. e, ni kisiwa cha watu kama laki tatu na ushia mm hivi -hmm. e, walikuwa hawana taasisi ya utunzaji wa taarifa za mikopo yn yani Credit Reference Bureau, na mwanzilishi anaitwa bwana Renia. Yeye kidogo alikuwa na changamoto, ni mwanasheria mm -hmm. alikuwa kila akikutana na mabenki kuyasaidia kwenye matatizo mbalimbali mbali ya mikopo alikuwa changamoto anayoiona kwamba mabenki ya pale Iceland yalikuwa hayana uwezo wa kumtathimini mteja kabla ya kumpatia mkopo e, waweze kuona kwamba huyu mteja analipaje. Sa ile changamoto ilim, ilimpelekea kusema kwamba pana uwezekano hapo pakawa pakawaachiria kwanza, ile, business opportunity, ile, ile ile kuwa na ile e, e, chanzo cha kuanzisha biashara hmm, lakini pia kusaidia uh, E, nchi kama Iceland kuweza kuwa na taasisi ya utunzaji za taarifa za mikopo. Okay. Kwa hiyo wali, walijaribu mwanzoni kutafuta hizi taasisi kubwa kwa sababu credit reference bureau au taasisi za utunzaji wa taarifa za mikopo ziko nyingi duniani. E, kuna kama DNB Dun and Bradstreet ambao wako hapa Tanzania, kuna nyingine kama Equifax. Nyingi zilianzia Marekani mm, toka miaka ya hamsini. Okay. Kwa hiyo walijaribu kutaka kuzileta hizo ambazo ni kubwa. Nadhani ilionekana kwamba soko labda lilikuwa ni dogo sana, watu kama laki tatu. Mm, yeye akachukua ile initiative ye mwenyewe na wenzake wakaamua kuanzisha kampuni ambayo ilikuwa kwa jina hili la Creditinfo, okay. Basi wakaanza tu kwenye ofisi ndogo kikanaa kikuadisia mm, walianza kwenye ofisi Jumbo, chumba kama jayupo chumba kidogo sana. Uh, uh, walivyoanza watu kama watatu au wa wanne tu. Okay. Wakaanza baadaye, wakatafuta nani anaweza akawasaidia upande wa teknolojia, kwa sababu hizi taasisi za utunzaji wa taarifa za mikopo kitu kikubwa sana ambacho tukiona zinategemeana sana na teknolojia, yani watu wanakuwa ni wachache wanaofanya kazi, lakini sehemu kubwa sana mifumo. ya mifumo yeah, mifumo ndio ambayo inakuwa inasaidia kwa walivyopata mfumo, basi wakaanza taratibu na baada ya pale akaona sasa soko gani tena niende? mm -hmm. Siwezi kuenda kwenye masoko makubwa mi bado mdogo sana. Credit Info kipindi hicho kwa soko lake la pili likawa Malta, yes e, e, e, nchi ndogo. Kwa hiyo alivyotoka Malta e, soko lake la tatu au, au la kwanza kwa Afrika lilikuwa ni Tanzania. Wa, walisambaa ambe walikuwa wamesambaa sehemu nyingine za Ulaya kutoka Malta akaenda nadhani nchi kama za Eastern Europe t urope uh huku -huh. Ulaya Mashariki yeah. e, baadaye alipopata opportunity ya kuja Tanzania akatafuta tena local partner, yani mzawa mm. basi akaweza kuanzisha Credit Info historia, zinazo, zinazo, zinazo tu, kwa historia taasisi zinazotunza ama kuangalia mm. uh, tunatumia gani

kabisa tulianza elfu mbili na kumi na tatu, tatu. Yes. tatu. tatu. Yes. tatu. Yeah. E, kwanza kabisa kabla ya kuanza uh, kazi kwa sheria ya Tanzania sasa hivi ya nchi yetu, hmm, e, ni kwamba lazima upate approval ya Benki Kuu ya Tanzania kuweza kutoa leseni. Okay. Kwa hiyo anayekupa leseni ya kufanya hii shughuli ni Benki Kuu ya Tanzania na vigezo viko eh, ukienda hata kwenye website ya, bio, ya benki kuu eh, kuna sehemu ambao ameweka vigezo kwa mtu yote ambaye anataka kufungua credit reference bureau au taasisi ya utunzaji wa taarifa za wakopaji, basi vigezo vyake viko pale. Ukivifikia vile vigezo anakupa leseni. Kwa hiyo sisi tulipewa leseni hiyo mwezi Juni na benki kuu ya Tanzania. Uh, na kawaida benki kuu ya Tanzania ndio ambayo inasimamia mabenki mengine na taasisi za kifedha zote nchini. Kwa hiyo nikirudi kwenye swala lako kwamba sisi tunawapatani, watu wanatutafuta au sisi hmm. tunawatafuta. Benki kuu ya Tanzania ana sheria ambayo inaitwa Credit Reference Bureau uh, uh, regulation ya 2012. Alafu na kuna nyingine ni credit uh, uh, uh, data bank regulation, ambazo hizi sheria mbili zinazisaidia taasisi za fedha zote hapa nchini zinazotoa mikopo kwa Mtanzania yoyote au kwa mtu yoyote aliyeko ndani ya nchi ya Tanzania mm. Awe ni mtu wa kawaida au ni kampuni, basi lazima ufate hizi sheria, na kitu kimoja ambacho kiko kwenye sheria, ndio maana nazitaja, ni kwamba lazima uwe unatuma taarifa zako wewe kama mkopeshaji. Yaani wewe kama taasisi ya fedha kama ni benki au ni microfinance lazima utume taarifa zako kila mwezi kwenda BOT mm. But pale ana data benki ambayo anatunza taarifa zote, taarifa za wakopaji, unatuma taarifa zile, tunasema kwamba KYC za kumjua yule mteja mm -hmm. Yaani kwamba za utambulisho wake inakuwa ni jina la yule mteja, inakuwa ni ID yoyote yule mteja aliyotoa kwa benki husika, kwa mkopeshaji, inakuwa ni namba yako ya simu, address, ziko nyingi, alafu vilevile unatuma na taarifa za ule mkopo husika ambayo yule mteja aliingia mkataba na wewe wa kukopa. E, kumbuka kwamba taarifa tunazoziweka sisi kwetu au unazozituma kupitia BOT data bank, yani ile kanzi data ya BOT pale, alafu BOT anazisukuma kuja kwenye hizi taasisi za utunzaji wa taarifa za mikopo ambazo ni, ni, ni, ni taasisi binafsi kama sisi, basi lazima uwe na mkataba wa mkopo Yani, nadhani watu wengi sana wanadhani labda mtu anaweza akatuma tu taarifa. Ntazielezea haba vizuri kwamba kwa wale ambao wako regulated yani, zile eh, taasisi ambao ziko chini ya usimamizi wa BOT, lazima uwe una mkataba wa mkopo na yule mkopaji kabla kutuma ya kutuma taarifa zake. Hiyo ni condition ya kwanza. Sasa ile fomati au ule mfumo unazituma ziko vipi, hiyo inafuata, lakini lazima kuwe kuna mkataba wa mkopo. Kwa hiyo taarifa zote zinazotoka kwenye mabenki kuja kwetu sisi. E, tunaamini na ndivyo inavyotakiwa hiyo, kwamba wale mabenki yote yana mikataba ya mikopo na wale wateja, na wale wateja lazima wao wametoa idhinisho consent, okay. E, kipindi wanaomba mkopo kwamba taarifa zangu ziwe shared yani, taarifa zangu, zangu ziweze kutumwa na e, ndo nadhani ni, ni kati ya vitu ambavyo tungependa si kuelimisha jamii kupitia ah, hii face chat, e, kwamba taarifa zako zinapokuja huku basi wewe elewa kwamba e, kipindi unaomba mkopo basi ulitoa idhinisho, ulitoa ile consenti au, au, <laughs> au inakuwepo ina, kuna consent vile vile. Yes inakuwepo e, kwa hiyo ina, okay. Ukisaini pale unaipa idhinisho au consent ile benki yes, au ile taasisi ya fedha uh -huh. ule mkopeshaji kwamba natoa idhinisho taarifa zangu ziweze kutumwa kwenye taasisi za utunzaji wa taarifa za mkopo. Mm. Na ziweze kuwa shared, yani ziweze ku, ku, ku, kufanya zipatikanike kwa taasisi nyingine kama mi nikienda kukopa kule au wakiwa na chochote wanataka ku, kuniangalia mimi. Mm. Kwa hiyo ile zinisho unatoa wewe mwenyewe. Mm. Eh, kwa hiyo watu wengi sana mara nyingi hata wakija kwenye kutoa malalamiko yao unakuta mtu eh, kwa sababu ya uelewa eh, kwamba mtu anashindwa kujua kwamba taarifa zangu zimefikaje huku mm. kwenu? mimi mm. nilikopa sawa benki A mm. au benki X lakini zimefikaje huku taarifa zangu mimi kwao? waga tuna hiyo eh, tuna hiyo elimu tunaitoa pia eh, mtu akija hapa tunakaa naye chini tunamwelezea tuna, tuna tuna kwamba zimefikaje taarifa kwetu sasa nyinyi sasa. Uh, mm. Benki inawategemea ninyi au ninyi mnazitegemea taasisi za fedha. Tunategemea no. Kwa sababu okay. wao lazima watume taarifa kuja kwetu uh -huh. na sisi tunachotege, na wao na wanatutegemea kwamba walichotuma mteja akienda kukopa basi wao wanaweza wakamwangalia kuona mwenendo wa ukopaji wake na ulipaji wake kwenye mikopo mingine. taarifa nyingi zaidi ziko kwenu au ziko kwenye taasisi za fedha? Well, taarifa nyingi nitasema kwamba ziko kwetu, kwa sababu kumbuka, kwa mfano, kwa Tanzania sasa hivi tuna benki nadhani ni 44 au 43, sikumbuki vizuri namba E, lakini ukiangalia benki zote zinatuma okay. Kwa hiyo ukichukulia lese kwa mfano, labda benki ba, moja inawezekana ikawa labda na wateja elfu hamsini mm. lakini sisi sasa hivi tulivyoanza pale mwanzoni mwaka elfu mbili na kumi na tatu tulipata taarifa kama za kama nazani kwenye chini ya milioni moja na laki mbili mpaka na laki tatu walikuwa mm -hmm. mm -hmm. e, jumla ya taarifa za wakopaji tulizokuwa nazo mm. lakini leo hii tunazungumzia milioni tisa na laki tano oh. Kwa, kwa, e, kwa nchi yetu kwa sasa hivi sidhani kama kuna amna benki ambayo ina wateja waliokopa milioni tisa na laki tano. Kwa hiyo huu kwa kwa ni, ni mseto wa, wa wateja kutoka benki zote zote maana yake hizo. yes. Data mnakuwa mnazo nini sasa hapo, si, co nataka uniambie, kwa sababu kwa kawaida wa kila mara huwa tunasikia taasisi zinazungumzia uhuishaji wa taarifa Mm. Um, jina langu haliwezi kubadilika, yes, marehemu sindio? Lakini ninapokaa hapa naweza kubadilika, yes, pale mnafanyaje kwenye mnapokuwa kwenye database mna taarifa mna, mna, mna za watu milioni tisa mm. lakini kuna wakati amehama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine nini kinatokea pale? E, kikawaida kila benki inatakiwa yani kwa wastani kwa lazima itume taarifa zake kila baada ya mwezi yani kila mwezi lazima watume taarifa za kuupdate kwa kama kuna mabadiliko mnayapata? yes, kwa tunayapata, tunayapata. kwa hiyo okay. Mabenki wa ndio wa ambayo yana wao ni kama tunasema ni data provider. Mm. E, yani ni yule mmiliki wa, wa zile data au zile taarifa zilizokuja huko hiyo mm. E, yeye ndio anawajibu kisheria kwa kila mwezi kuhakikisha kwamba kama kuna taarifa mpya amezipata za yule mteja ia kwa mfano inawezekana wewe labda leo ulichukua mkopo wa, wa gari mm. E, labda wa milioni kumi alafu ukarudi kwenye ile benki ukachukua mkopo labda wa nyumba labda wa, mm. wa milioni hamsini lakini ulitoa namba za simu tofauti. Ulipoenda kuomba gari ulitoa namba ya simu hii, ulipoenda kuomba mkopo wa nyumba ukatoa namba ya simu nyingine. mm -hmm. Na vilevile ukao umetoa pia zote so zina kwa hiyo kinachofanyika wenyewe watatuma tena sasa dhana ya mm. kukopesheka nataka kujua maanake. Yes. ulikuwa unaniambia taarifa, jina langu labda, mm. namba za simu, namba ya NIDA uh, yes. physical address, nimekopa nini, pia taarifa hizo zinakuwepo. Nimekopa nini, sijarudisha nini, nimerudisha zote, zinakuwepo. Zote, zinakuwepo. Zote zinakuwepo, yeah, kabisa. Yani, ukikopa leo hii umechukua hata shilingi e, milioni moja, uh -huh. Tuseme ukasema kwamba hii milioni moja nimeikopa kwa ajili ya kununua labda gari, nachukulia na mfano uh, benki, katika ile tunasema ile fomati ambayo anakuwa anatumia yeye kwa ajili ya kujaza taarifa zako ili aweze kuzituma kuja kwetu mm. kuna sehemu ambayo anatakiwa aonyeshe huu mkopo ni wa nini. Yani, tunaita purpose of loan, okay. Purpose. Kama ni mkopo wa gari, kwa hiyo huku ikija, tunasema huu ni mkopo wa gari, hata ukikaa okay. Na mteja mwenyewe ukimuuliza, kama ukimpatia uki ripoti yake mm. Basi ana, anaona kwamba huu kweli nilichukua, na kama mm. kuna chochote anaweza akajua kwamba kama ni sahihi au sio sahihi sawa. Mi ni kushukuru sana mkurugenzi, um, um, CEO, tumekubaliana kwamba zote hizo ni nafasi za juu hmm, kwenye taasisi Edwin Urassa ambaye, um, ametupa shule kuhusiana na Creditinfo.